Mwenyezi Mungu ana darasa kila pala, anaweza akakutia darasa chooni. We chooni si hataju Mungu, basi akakutia darasa ukamtaja choki kakukwama kishafika kati na kati kutoka akitoki na huku unasikia maumivu, unaweza ukasema ya Allah ya Rabbi. Darasa halijakujia, hujamjua Mungu. Ndio maana ukakuta hata kutema mate, tumesema Muislamu anatakiwa ateme mate upande wa kushoto Akiona kuna dharura basi ateme kulia au chini yake, hiyo kwa dharura. Na halafu afukie. Mpaka mnyama paka anaweza kukuonyesha wakati wa kwenda choo anafukia. Hawa wanyama wana ibra zao. Mwenyezi Mungu anasema hawa wanyama tumewalete ni ibra kwenu nyinyi, kwa kuna mazingi, mazingatio. Mwangalie mbwa na unajisi wake, mwangalie anavyofanya. Shii maneno ya watoto mbwa anapofanya hivi huinua mguu hivi, akasema tahadhari tahadhari, tahadhari na najis, na najis, na anapofanya hivi huinua mguu hivi, akasema mwangalie. Uh, japo ana tabia mbaya ya kukojolea michai chai yetu, lakini mwangalie, maana yeye anajua ni miti tu hivi lakini, na najis, na lakini tahadhari tahadhari na na, leo Muislamu eti anajibanza hapo pembeni

Unaambiwa chechea zile kama zitaturukia kwa makusudi. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anaonekana alipopita katika sehemu za makaburi, akaonekana anakata makuti ya mtende, halafu anafunika kwenye makaburi, halafu akaombea dua. Masahaba akamuuliza, ya Rasulullah, mbona umefunika makuti ya mtende halafu aombea dua? Anasema kuna ndugu zetu kwa muda huu wanaadhibiwa, na si chengine, dhambi ya mikojo, chechea za mikojo zile zilowarukia. Sasa wanaadhibiwa kwa dhambi hiyo kwa hivyo nawaombea dua leo. Mtu anarusha tu alafu anaitia kapuni pu <laughs> wewe cheza anaitiaapuchea we, maadili hayo, tafuta paala tena, ukae kwa vizuri uhakikishe kwamba hayakudondokezei machechea machechea ya mikojo. Leo tuko wapi? Mwanamke akae vipi anapokwenda chooni, Uislamu umezungumza mwanamme akae vipi, kila mmoja ana mikao yake, lakini leo mikao tunayejua kitandani tu basi kwa matamanio yetu kitandani, watu kwa mikao kama makonda. Unatakiwa ukila ukae vipi? Mtu kala bwana, sahani kaeka hapa, kajiachia hivi. Cheza, umejiachia wewe, utakula kuliko doza Ukikaa unasema no wa, kishu, wa shughulini ule ndo mkao, ubavu ubavu ubavu ubavu huu huu huu lazima utapinda tu. Ubavu, utapinda tu tu, ukiinua mguu unapinda, ukipinda ubavu, chakula kinakwenda cha saizi yako, ukiinuka kiko katika legu lililokubalika, lakini umekaa hivi kama jeta, shekhe shekhe, utapakia wewe uta, lete, mama yake lete bwana, kazi kazi kazi ngumu. Una kazi ngumu, suna, pia huitaki si kazi ndogo hiyo.